Welcome again to another tutorial of the topic differential equations. Actually, this is the second tutorial. So in this tutorial, we are going to learn how to formulate a differential equation. Umepewa equation kama hili eh, tengeneza differential equation. Well, step ni mbili tu. Ya kwanza, differentiate, ya pili, eliminate arbitrary constant. For example, hii hapa, y is equal to cx plus c squared, eh? pilieliminateaitrayconstantoeamhiapax -differentiate with respect to x. Hapa nitabaki na c, hapa nitabaki na zero. Yeah, kwa hiyo, um, hii hapa dydx ni sasa na nini na c, so unaona eh? Nikirudi hapa juu hapa y itakuwa ni saasana na cx, kwa hiyo ni x times c, lakini c ni nani huyo, hapa dy jumlisha hii ni c si square lakini si ni nani di y di x. Kwa hiyo ni dy dx c si yetu hiyo iyo squared, kwa amesema formulate a differential equation hiyo hapo. So this one is a differential equation uh, you can see it as a, a quantity with its derivative ye yeah, hiyo ni example 1, so that's one way you can do you you can do, you can do that's one way of formulating a differential equation. Eton example two, example two anasema uh, formulate a differential equation from the equation. Huyu kwa hiyo kwenye swali tumepewa y ni sasa na a cos x plus um b sin x. So nikidifferentiate huyu y with respect to x, hapa nitapata negative a sin x jumlisha d cos x. Sasa kuhusu kudifferentiate, angalia ile playlist ya differentiation eh, kwa hiyo inafundisha jinsi ya ku differentiate um, nikidifferentiate kwa mara ya pili, sasa second derivative eh. hapa itakuwa ni negative a cos x minus b sin x. you can see, um kwa hii equation yangu ya mwisho hii, if nikitoa nje negative 1 hii, sasa sema negative A cos x jumlisha um, b sin x kama hivi lakini, huyu A cos x plus b sin x ni y. Kwa hiyo kumbe ni, ni hivi sasa, ni sasa, na negative y. Kwa hiyo kumbe um, Differential equation yetu ni hii. Sasa nikimleta huyo y, um, upande wa huku, so tulikuwa tumepewa hii formulate differential equation, huyo. You can see this one is a second order differential equation. So that's another way of um, formulating a differential equation. Kwa hiyo kuformulate differential equation ndo hivyo tu una differentiate alafu ondoa haya ma constant, constant a, a na B, kwa, kwa kwa, example one tuliondoa c kwa example 2 tumeondoa a na na b. Okay, let's see another example now, pengine itakuwa ngumu. So this time now um, amesema obtain a differential equation from y square is equal to 4ax where a is constant eh? So a is not a variable, it's a constant. So tumepewa hii y square ni sana 4ax, kwa hiyo um, hii ni sana y ni sana 4ax the square root of 4ax. So let's differentiate this. Uh, we are gonna use chain rule. Let w iyo sasa ni 4ax, kwa hiyo you can see hapo dw dx itakuwa ni sasa na 4a, kwa hiyo y yetu sasa itakuwa ni sasa the square root of w, kwa hiyo sasa dy dw dy dw itakuwa ni sasa na um, itakuwa ni sasa na 1 over 1 over 2 the square root of w kama hivyo ya yeah. Kwa hiyo dy sasa dx by chain rule ni sasa na dy dw times dw dx. Kwa hiyo you can see kwamba um, our dy dx takuwa ni sasa na dy dw ni huyu 1 over the square root of 2 times w times dw dx ni huyu nini? 4 a. Kwa hiyo hii itakuwa ni sasa na 4 a over 2 the square root of w. Lakini w ni nani? ni the square root of 4 ax. Kwa this is our this is our dy dx ni sasa na 4a over 2 the square root of 4 ax. Lakini square root of 4ax ni, ni, ni y. Kwa a sasana hivi, kwa hiyo kumbe sasa, if I cross and multiply hapa you can see you get 2 y dy dx is equal to 4a. Sasa remember kwamba sisi tumefika tumefika mpaka hapa eh, tumefika kwamba 2 y dy dx ni sasa sasana 4a, lakini remember initially y squared kwa sasa na 4 ax ndio eh. Kwa hiyo kuganya kwa x huku na huku, um x na x wanaondoka, y squared over x ndo sasa na nini na 4a. Kwa hiyo um hii sasa itakuwa ni 2 y dy dx ni sasa na y squared over x. Kwa hiyo ganya kwa y moja hivyo kwa what we do we get? We get 2 dy dx sana y over x. Yeah, kwa hiyo finally tutapata, je, tutapata ni cross and yani times by x huku, times by x huku, tutapata ni 2 x dy dx dydx sana y yeah, this uh, differential equation ya yeah, ile tulokuwa tumepewa ile ilikuwa ni y squared is equal to 4 ax. Kwa ott tumepewa hii formulate the differential equation hiyo hapo. Yeah, so it's the same thing differentiate and then eliminate the what? The arbitrary constant ambayo ni A. Now let's see another example, perhaps, labda itakuwa ngumu. Here, sana sema obtain the differential equation associated with the equation x squared plus y squared over a I mean x squared over a plus y squared over b sasa. So this one is a implicit function, eh? Kwa hiyo you can angalia ile video inaitwa differentiation of implicit functions, eh? Ndivyo tutakavyo differentiate hii. So differentiate with respect to x, hapa nitapata ni 1 over a 2x. Sasa, eh? Differentiate with respect to x, hapa nitapata jumlisha 1 over b so tapata 2y dy dx, so differentiate with respect to x hapo tabaki na 0. Yeah, so um, let me, nienda kwenye page mpya. nimefika hapa. Mm-hmm, nimepata 1 over a 2x jumlisha 1 over b so tuna 2y dy dx Sawa na zero eh, ya yeah, so huyu mpeleke kule, itakuwa ni 1 over b 2y dydx ni sawa na negative two x over a. Kwa hiyo um, if we make b the subject, b itakuwa ni sawa tu na negative a y over x dy dx ya hapa, make make b the subject hapa, utapata hii. So hii tutaitumia tutaitumia. Sasa am sasam, tuendelee na hii swali. Tuvyodifferentiate kwa mara ya kwanza tulifika hapa kwenye 1 over a to x jumlisha, um 1 over b dy dx eh. Sasa na zero tu differentiate. Sasa kwa mara ya pili, sasa ku differentiate kwa mara ya pili hapa tunapata 2 over a jumlisha hapa ni 1 over b ku differentiate hii hapa, ngoja kwanza hiyo tu tuitoe nje tu hapa weka 2 over b ku differentiate hii y dx, you have to use the product rule kwa hiyo um, keep y constant after differentiate afu differentiate to dy dx tapata hivi second derivative ndio, jumlisha keep dy dx constant after differentiate afu differentiate to y differentiate inapata hiyo hiyo nini, dy dx kama hivi sana zero. Kwa hiyo hii hii tu naweza tukatoa nje tu, itakuwa ni 1 over a plus um 1 over b So hii ni y d square y dx squared plus dy dx kichukua times unapata hivi sasana zero. Ya kwa ku differentiate hii hapa tumetumia nini? Tumetumia, tumetumia product rule eh? So angalia video tutorial, inaitwa derivative of composite functions, um, product rule ndo tulipata hivi So hii b sasa, tushapata b iko wapi? Ni huyu negative ay over x dy dx, kwa hiyo ni 1 over a jumlisha maana toa sasa, kwa sababu ile negative toa 1 over, so hii ni ay over x dy dx. Ya yeah.

Nitafanya ifuatayo, nitazidisha na huyu y over x dy dx. Nitazidisha kila mtu na huyu eh, sasa ya nitazidisha kila mtu na huyu eh? eh? ya yeah. Yeah, itakuwaje? Itakuwa hivi, kwa hiyo nitachukua hii 1 over a times y over x dy dx sindiwe, minus huyu hapa tena hapako hivi. Na hapa pia nitazidisha na huyo huyo y over x dydx, nau pia nitazidisha na huyo huyo y over x dydx. Kwa hiyo kwa huku huyu atakufa na huyu kwa uku itabaki zero, alafu kwa huku sasa itakuwa ni one over a, so we have y over x dydx minus, hapa itakuwa ni one over a so we have y d square y dx squared plus dy over dx squared. So kwa sababu huyu si ameondoka na huyu eh, afuku ni zero, so hii 1 over a, naweza nikai factor out nikaiondoa, sindio? Huyu na huyu so zero hapa. Kwa hiyo nitabaki tu na y over x dy dx. So hii negative tungize ndani minus y d squared y dx squared minus dy dx squared, so sasa na zero ya yeah. So times na x hapa, times na x hapa, times na x hapa, so x na x kwa heri, the final answer, the final answer itakuwa ni y dy dx minus y x d square y dx squared minus x dy dx squared sasana zero yeah, so this now is our differential equation. Tulikuwa tumepewa ile x squared over a plus y squared over b sasana 1. Kwa hiyo formulate differential equation, ndo hiyo hapo. Let me say see you in the next tutorial.